Basi, ni sehemu ya kumi na mbili ya kumi. Anatupa nafasi nyingine tena

anasema kwa sasa yumi tena ishapona, ni miaka mingi ila brigadi wake alimwambia binti. Anakumbuka tu pigwa chata moja ya ajabu sana, alikubali kununuliwa toka ile siku, na haya maumivu ni kwa sababu ya chujani. Anasema maumivu hayo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kumsedelu lichujani, si ndio? Je, unafikiri kwamba anatambua uliumia kwa kiwango gani kwa ajili yake? Sangana kusa. Bibi anasema sio tatizo. Kabuni sara ikimanamenta. Kwa sababu tu anaishi basi kwangu inatosha. Sitaki ajue kwamba niliyatoa maisha yangu kwa namna hii kwa ajili yake. Maadamu anaishi kwangu inatosha kabisa. Haya, ni princess anapewa heshima zote za kiprincess lakini kwa chini ya. Lakini binti pia alikuwa anajitahidi za kumtafuta mamake pia kwa siri. Ameanza kuisahau sura mamake maana ni muda mrefu. Anasema kama wakati mwingine kumbukumbu zangu zinapotea. Wakati mwingine kama sikumbuki sura yake. Anasema si tunaikumbuka sura yake haswa tu. Nakumbuka kuna mwanamke aliwahi kuja hapa mwenye sura kama hii, na alikuwa anatamani kukuona. Sasa akawa anajaribu kumhadithia siku ambapo mwanamke ambaye picha yake kombele alikuja. Alikuja akasema, bwana mkubwa, tena alikuwa anaongea na bwana Tayeso. Anaulizwa nini kimekuleta hapa mama. Anasema ni kwa kweli, nimemmisi binti yangu, maana ni kitambo toka tulivyoachana. Bila shaka atakuwa naishi maisha ya furaha. Okay. Tafadhali jamani, naombeni nimwone. Akama, msiogope. Mfalme ameandaa zawadi kwa ajili yako. Bin, mama anasema please, mimi sihitaji zawadi ni mtoto wangu wa kumzaa mwenyewe, naombeni na jamani, nimuone mwanangu, mwanangu, mimi ni mama yake. Anasema so mama ako, so mtoto wako ule tena, ule binti ni princess, una uhalali naye tena. Oh. tena mtoto wako amesha kusahau, wala usiwaze kuhusu yeye, mwenyewe akujui tena. Ama nasema ni kweli mwanangu kanisani ndio. toeni mwanamke hapa Mama aliondolewa pale, aliakiakia akizidi kuambiwa kwamba mtoto wako mwenyewe amesha kusahau mama litaburian bongriu bongriu bongriu. Lakini akikumbuka tabasamu na mtoto wake kabla ya matatizo kuwakuta, the way walipokuwa wakiishi kwa furaha kubwa, mama atake kuamini lakini ndio unaambia sasa mtoto wako binafsi amesha kusahau, basi binti anaishia tu kulia machozi tu pale. Ajui ni lini atakutana na mamake, mama yuko wapi, anaishi mazingira gani? Ni ngumu sasa. Tunakuja kwa huyu, ndiyo waziri mkuu u... Bibi leo anauliza nani atakayekuwa mfalme, maana tunaona kwamba mfalme siku sio nyingi atakufa. Tabiri nao aendi kichwa kichwa. Chanimida anasema kifo cha mfalme inategemea na mbingu zitasema nini, huenda ni leo au kesho. Kwa nini unajaribu kumlinda kasani babako, sio? Uta kusema atakufa lini? Ukifanya vizuri, binti, utapatiwa zawadi bwana. Tuambeni, nani atakuwa mtawala? Unamaanisha nini? Ndio. Falme ya kishakufa, tunamaana hiyo. Kona mtafuta mtu ambaye atapointika kuwa ndiye mfalme. Ndio binti, moyoni mwake anasema the next king. Kama unavyosema, nitamtafuta. Nitakufanya kwa gharama yote ili nifanye vizuri We, pisha pisha, pisha! Bona bona, mkubwa bongu. Oh, Anabeba kani piga kazi zote oh. Ina usiku waliiba kwa na mwoneja mai. Pisha, pisha, pisha! Jana likula kifinyo, likula ngumi ya pua. Ase, pisha jamaa, shangana mkuta ni kila kazi na pigia, mara mkuta na mkokoteni, mara maji. Eh, kila kona. Mkuu <laughs> sorry. Oya, wee. Nini tena bosi, Ngaba? Unaenda hapa asubuhi, nakuta na mkokoteni, saa ingine ujui njia yani p Si usinipige pua. Usinipige pua mko. Kamba pua nini wewe pimbi? Shika hela. Eh. Yeah. Wewe kwa sababu lako ni kubebeba mizigo, kwa hiyo na maana nikikulipa pesa unaweza kunizungusha huu mji. Maana unaonekana ni mtoto wa town. Jamaa nataka ajue ajue mji vizuri. Kochelea na hapa ni kwa hapa panaitwa Red Monkey. Iko kima mmoja hapa anatabiri bahati ukitaka kupata mke wako. Eh, maisha yako mazuri unakuja hapo namlipa pesa kidogo tu anakutabiria. Yaani hapa kuna nyume kila siku, hapa kuna nabii hapa rafiki yangu. Yaani unataka upata bahati njema, basi unakuja kwake. Serious, ndio. Ah, unataka wengine mbaya, nataka nimuone naye. Jungunzi. Nezekana nikawa na ni, partner ni, na shauku kwa kujua vitu vizuri. Sasa kuna mama leo anatabiriwa hapa amekuja, nataka anasema hataki kuzeeka. Yaani hataki kufa mwenyewe, nataka mume manake. Mbona siku zinapita apati mume? <coughs> Kwa hiyo jamaa anamuita Red Monkey.

kitu kama hicho we mpuzu. Nafikiri tunakutabiria vipi tusipoweza kujua tarehe yako ya kuzaliwa anyway. Sasa shika hii, nenda kalalie kwenye mto, weka chini ya mto ulalie, halafu usiku wanaume watakufuata tu. Sasa jamaa natabiri uongo, kumbe manki wa kweli huko hapo, yaani huyu huyu jamaa

Kulingana na historia yako inaonyesha ulizaliwa kipindi cha Jobong. Mwaka wa snake wiki ya pili katika mwezi wa tano, ndo kipindi ulichozaliwa. Kilikuwa ni kipindi cha baridi na maji mengi, maji mengi. Uhum. maji maji maji kwa hiyo kama ni mume utampata utampata mume ambaye ni mvuvi anahusiana na Dio. Kuna Mr. Simia ananipendanga kweli kweli. We bro mbona ningelea shughuli za watu? Jamaa kamtabiria mama ukweli. Anamtabiria na anamwambia matukio yanayotokea katika maisha yake akifananisha anaamini. Asante Master. Huyu wewe mpuzo umetokea hapo wewe? Ya. We. Ya. Mwongo mkubwa. Funga mdomo. Ni mtu anaongea kitu cha kweli kabisa. Uliniambia utakufa takofu unembe, mimi nitakufa mwenyewe bila mume. Pimbi mkubwa wewe, oh. Tena naondoka na ninaenda kulalia sasa. Yo, mia yangu iko wapi? Mia mia kitu gani? Oh. Jamaa ni jamaa nafasa, ndio huyu tapeli huyu. Huyu jamaa kidogo anapata maarufu ghafla. Chumel asi kaka, nashukuru sana ese. <laughs> umenisomea bahati yangu tena bure bila hata pesa. Sasa ndo jamaa kaingia bwana Hebu badilisha mpango wako bwana. Hata wewe mwenyewe hapa ulipo, yaani una matatizo masikio, alafu unaonyesha kabisa ustaili kuwa manki. Unatakiwa ukawe mvuvi tu, upate pesa, maisha yaendelee. Hapo nipotezea muda tu, rafiki yangu akataja siri zake zote. Mbona umejuaje? Nyanganya ndevu ya bandia wewe. Atembeza kipigo. Yeye ndo mnaleta utapili hapa mjini. Sasa kaa vizuri nikutabirie vizuri mganga wewe. Nakupa siri zako zote. Jejua maana ni wonsung. Yeye fanya mjanja kumbe na kueleza watu hapa eh? Kwa miaka mikao umekuwa hapo kujifanya kama manki, wakati unajipotezea nafasi zako nyingi za mafanikio huko nje. Unadanganya watu hapa. Mungu wangu wewe. Kamtajia na tarehe ya kuzaliwa. Tarehe ya kuzaliwa? Naijua tu mamangu. Unamjua mamangu? Asante, nitabirie basi. Nimezaliwa mwaka elfu moja mia nane na themanini na nne. Kichaga ndugu mita Hasemku jamaa ilibidi amuinamie mkuu na kuheshimu sana baba. Mimi mpotezaka babangu miaka mingi nilikuwa kijana mdogo na bado nimeamua kuishi maisha ya kitapeli. Mw, ah, ah, sasa Bongwa kwaona boni iko na dili. Yaani, e, kuna mtu ambaye ni dili tupu, mimi nateseka kubeba mamizigo. Kumbe na mtu na mtu ambaye tuki nikimweka tunda na napiga pesa. Huyu jamaa ameenda wapi? Amesepara, ndio ameshangoa. Bongwa mbe master, master. Si subiri. Amazing. Yaani sijapata kuhu. Ni seme nashukuru kutana na mtu kama wewe, yani ingekuwa mimi ndo wewe ngeshatengeneza yani ela ndefu sana. Pa mjini makima ni wengi huku, mimi napiga makazi magumu na mna jamaa wangu saka kazi magumu. Kuna kazi, unakaa tu mshiko unaingia mm, kumpan. Sasa, tuende kwenye makamari, ukiingia kwenye kamari kule Anambia kule ndio utatengeneza pesa mpaka ushanga yaka. Mpaka kamari, ya jamaa na ya anataka kujua vitu vingi hapa mjini. Sasa, alipokuja kwenye kamari ndio tunakutana Geumo. Mbe, miaka mingi ilopita nalikuwa jaji. Lakini pembeni kule tunamwona mzee mkubwa wanamuita Inguyo. Kwa sasa hivi yu katika mjini ni memba ni, ni, ni mtu mkubwa tu. Sasa, tuanze na Geumo, yuko kwenye meza kamari. Anapigia kamari. Lakini Inguyo nakumbuka kwamba Taesu, alimpa kazi kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Geumo ni mtu ambaye ni wa karibu na mfalme na ni mtu mwenye akili nyingi sana. Ingawa anajifanya mjinga mjinga, lakini ana mahesabu. Mchunguze movement zake zote. Oh, jamaa yuko pale ametulia tu. Geumo anajifanya anacheza kamari, jamaa amekamari anamwangalia. Basi. Wakati ile jamaa naye ameingia kwenye ile casino ili aangalie kamari zinavyochezwa. Unaweza kutengeneza pesa kwa bongu kamleta kwa makusudi. Kwa ile meza pale, nenda pale mzee. Tutatengeneza hela pale ndio kuna matajiri watupo pale. Wewe unaweza kujua na kutabiri, kwa hiyo unaweza kula hela ndefu za watu. Aya. Basi, Bwana Geumo lipale. Alipomtazama Geumo, alimkumbuka vema, lakini pia aliona kikubwa kilichoko ndani yake kwenye meza kamari, mm. Hatari tu kunazidi kusonga mbele zaidi, hiyo ni kumi <coughs> <karaka> <coughs> yes, na mbili, unaenda katika sehemu ya kumi na tatu, kumi na tatu zaidi sehemu <coughs> ya kumi na tatu.